Ni vizuri tujue, ndio. Hata kama unasaidiwa unaweza saidiwa, sisi tunaelewa, lakini sasa umetoa, si ni vizuri mtu anajielezea, anasema nilikuwa hapa nimetoka hapa na hapa na hivi. Alikuwa ukaenda Alikuwa anakunulia makaratasi, alikuwa mnajiona naye, alikuwa anakuuzia wapi makaratasi? Ulikuwa na yeah. yeah. mm. duka ya makaratasi saruligonjeka mm. mm. mm. mm. Ni kweli, lakini sasa, kabla ukuje hapa kuomba, si lazima uko na mtu wenyu huko, unaweza mpigia simu mwambie nimekwama

Sasa nimeenda huko nimezunguka sisi. Umemkosa. Maana maanake sina na namba yake. Eh. Yeah. Hauna namba ya msichana wako? Ongea tu mzee, si unajua vizuri mtu anajielezea eh, yeah. Hauna yeah. namba ya msichana wako lakini si uko na mmoja? Eh. Yeah. Sio mmoja nasi, unaweza mbia huyo mwingine s si na hapa kwa simu yako huna namba ya mtu wenyu hata moja. Kwa nini? Sema tu mzee, ni vizuri useme tu. Usaibitu. Usaibitu. Unajua sasa watu Usaibitu. wengi huwa wanakuja hivyo na vizuri sasa hey, ndio ukijielezea, unaweza kuwa ukweli uko na shida ama hauna shida sisi so, ndio tujue so, shida. Kama uko si, na tunauliza si vile unatuelezea ndio sasa tunajua eh? hauna namba ya mtu yako hata mmoja, na uko na watu wengi hapo bus station. Mahali anafanya kazi unajua, umeenda ukamkosa, lakini pia umefanya nini hapo? Ungeitisha hata mtu mwenye akana namba ya msichana wako hapo, kwa sababu kabla ukuje kuambia watu tupatie driver, ulikuwa nafanya kazi hapo. Sasa singekuwa na hii shida, ndivile simu ipotea. Hii simu zazipotea eh. Eh? Eh. Mawasiliano kupata ni ngumu oh.